Mimi naitwa Ruzuba, Ruzuba Zegreti, ni mganga wa ndagu na mafanikio. Leo nataka kujibu hoja kubwa sana ambazo nimekuwa nikiziona zinatembea kwenye ne, kwenye mitandao. Lakini zingine zinasemwa na waganga wenyewe, zingine zinasemwa na watu ambao hawaelewi hata fani ya uganga ni nini. Nisikilizeni vizuri, mganga ni yule anaye uwezo wa kutibu hata jino tu, huyo ana haki ya kuitwa mganga. Lakini leo nazungumzia habari ya kwamba mafanikio ya mganga au umaskini wa mganga hauna uhusiano wowote na yeye kukupa dawa ya kwenda kutajirika. Labda hujanielewa vizuri. Yani, mganga anaweza akawa anaishi maisha ambayo tunasema ni maisha duni sana, ukimkuta anaishi kwenye nyumba mbovu mbovu, lakini huyu mganga yaani mazingira hayo, ana uwezo wa kukupa dawa ukaenda ukatajirika wewe na ukawa na maisha mazuri ukapata mabilioni ukapata mabilioni, e, au, marufu, au kawa, ukawa maarufu au ukawa mwanasiasa ukawa na maisha bora, lakini yeye baba ataendelea istiri kuishi kwenye maisha ya yes, chini sana. Hilo sio tatizo kwa sababu hata zega babu yangu wanaitwa Kanga ya Mwaruzuba, watu mnaelewa vizuri, wanamtambia yombo Yo, mtu wa kwanza, mganga wa kwanza kujenga nyumba ya kifahari kijijini, lakini haimaanishi kwamba wale waganga wengine wote walikuwa wanaishi kwenye vijumba vibaya vibaya vya miti matembe, hawana dawa wala hawawezi kufanikisha watu. Watu wengine wanafanikisha watu, wanawapa dawa za kwenye machimbo, wanaenda wanatajirika sana. Nisikilizeni vizuri, watu wengi sana huwa wanahisi mganga akiwa na mafanikio ndiye anaweza akakupa wewe dawa na wewe ya kwenda kufanikiwa kwa sababu wengi walio waganga wenye mafanikio makubwa, mimi nimechunguza, wengi wao huwa ni matapeli. Sisemi wote, wengi wao huwa ni matapeli, wanawatapeli watu makaburini. Eh, mara sijui wazee wanataka milioni mia saba milioni mia nane Akitapeli wawili watatu, lazima ajenge gorofa <laughs> sasa hawa wa kweli, mimi hata nikusanye, nikae nitibu watu miezi miwili miezi mitatu, nipate milioni hamsini ili niende nikatengeneza tena dawa nzuri Nitatoa hapo hapo milioni karibu 40 milioni thelathini na tano kwenda kununua vizimba vichanganyo, ili dawa tena itembee. Kwa hiyo unakuta ile ile nyingine, nimeshakula, nimeshakula, nimeshakula, hakuna chochote cha maana. Hata maendeleo hayo unaoyaona, sio ni kwa sababu ya uganga, ni kwa sababu ya mali za kuanzia za ulisi mpaka za kwangu, mifugo. Kwa hiyo eh, usije ukaona kwamba mganga ni maskini, hawezi kunipa dawa ya utajiri. Mimi hilo naiklash na nasema kabisa kwamba mwelewe walimwengu kwamba, eh, dawa ziko kwa watu ambao huwazani na wengine wanawadharau. Kwa sisi tunaotafutaga no, dawa tunajua hivyo. Unaweza ukamkuta mtu mpaka ukamkuta hana viatu, lakini ana dawa ya, ya maana sana, ya maana sana. Eh, ukimsikia tu mtu anakashwa anasema mganga ambaye hana maendeleo hawezi kukupa we dawa za kufanya maendeleo, huyo mtu ni kama vile tuseme, ni kama ameshiba. Mwenye shibe huwa hamkumbuki mwenye njaa. Lakini mimi nakueleza neno moja kwamba uganga huko katika matabaka mengi, na wengine wanasema kwamba o, mganga ukienda anakupa mafanikio anakutengenezea pete leo leo, halafu kesho kesho ukiondoka au ukifika, eh, leo leo anakupa eh, anakwambia ondoka, ameiandaa saa ngapi kiumba amemweka saa ngapi kiumba amefanya nini? Hapana, huko Usukumani Mtusu, mimi ni, ni, ni, ni, ni mcheza ngoma wa zamani. Eh, watu wengi sana kule Ntusu ukienda kutibiwa, hata jambo la kutibiwa siku moja na kukalisha wiki mbili, mnajikuta pale mmerundikana, mko mia mbili. Mnasifia mganga huyo ana watu wengi kweli, kumbe wote angekuwa ameshawaaga kwa siku siku moja kwa siku mbili, alikuwa hana hata mtu mmoja. Sasa hii hii sio shida kabisa kwa waganga, mtu kila mtu ana uganga aliopewa. Wengine wanatumia mizimu, wengine wanatumia majini, wengine wanatumia maraika, wengine wanatumia mifumo hii. Uganga uko katika mifumo zaidi ya laki moja kwa hiyo wewe kama unaujua uganga wa hivi wa kuwakalisha watu siku tatu ndio ukamilishe, mwingine anaujua wa hivi wa kukamilisha kwa sekunde mbili, wala wewe usimdharau. Huyu ni utovu tu wa nizamu au ujinga tu fulani ambao unaweza kukufanya ukaamini kwamba huyu mbona anafanya haraka haraka, hilo jambo linatakiwa kaliwe haraka. Ndio maana nimwambiaga PITM kwamba usifikiri kila uganga mpaka uende baharini, sio kila uganga mpaka uende ukaite majini, sijui ya achinjie mbuzi. Usifikiri hakuna, kuna dawa za kila sampuli. Kuna watu wanatibu kwa maneno, kuna watu wanatibu kwa maji, kuna watu wanatibu kwa mizizi, kuna watu wanatibu kwa kukwambia tu, nenda utafanikiwa, na unaenda unafanikiwa. Kwa hiyo lazima waganga tuheshimiane eh, tusivuke mipaka, tutaanza kupigana vitu <laughs> tutaanza kupigana vitu. Naitwa Ruzuba, Ruzuba zegreti. Kama una shida yoyote, njoo hapa Chanika Zingiziwa, uje ni kutibu, uje nikusaidie, mambo yako yaende vizuri eh. Porojo porojo za nani? Ukimwona ilili, ukimwona mganga anasema waganga wenzie wengi, unajua tu hana adabu.